Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya ufugaji bora TV. Kwa majina naitwa Baraka Joji Udoba, mimi ni fundi wa roko cage kutoka kampuni ya ufugaji bora. Leo nimekuja kueleza kipindi kingine tena kinachohusiana na masuala ya roko cage hususa ni keji ya mbao. Ndugu mtazamaji au ndugu mfugaji, sisi katika kampuni yetu tumebobea kutengeneza keji za aina tofauti, na hizi keji ni roko na ndio maana tunaziita local cage, lakini kuna vitu vya msingi ambavyo nilikuwa napenda leo niweze kukujuza katika utengenezaji wetu wa cage hizi za mbao pamoja na za chuma. Kuna material ambayo huwa tunatumia na kuna vitu ambavyo tunaviweka. Ndugu mteja, tukikwambia local cage hatumaanishi kwamba ni cage ambayo haipo kwenye kiwango kizuri katika swala zima la ufugaji, ila ni keji ambayo ipo katika kiwango kizuri na inafuga vizuri. Kwanza hii local cage tunaita, tunaita keji ya kienyeji kutokana na the way tunavyoitengeneza, haipo kisasa zaidi, lakini katika ile suala zima la keji hii tunaweza tukaita ni keji ya mtumba, yaani ni kitu ambacho ni stili sana, kinadumu kwa muda mrefu na kinafanya vizuri kuliko vile vitu ambavyo mnaviona vikiwa special hizi kwanza, gharama zake ni nafuu, na pia ziko katika mfumo mzuri. Maana yake nini? Nakwambia zipo katika mfumo mzuri, zinafanya kazi kama keji za kisasa, lakini zenyewe sio za kisasa, na pia kuna baadhi ya vitu zenyewe ziko bora zaidi kuliko keji za kisasa. Kwanza tukikwambia local cage, tunamaanisha kwamba ni keji ambayo ina mifumo yote ambayo inapatikana katika keji ya kisasa. Yani, na vyona, hii keji yenyewe pia iko automatically kama mnavyoiona. Hii ni keji ambayo, hapa tuko hatua ya awali, tunaona kabisa mbao zimepangwa katika mfumo wa, wa slope. maana yangu ni ipi? kwambia imepangwa katika mfumo wa slope, maana yake ni kwamba huko mbele tunateneza kikapu cha mayai, kwa hiyo hii keji yetu itakuwa ina sehemu ya kutiririsha mayai kama keji zingine za kisasa. Pia tutaweka mfumo wa maji ambayo ni nipples, system manake hayo maji yatakuwa automatically kwenye banda lako, kwamba issue utakukuwa ukiifanya wewe ni kutia maji kwenye chombo kikubwa ambacho tutakuwa tumekuwekea, na kile chombo kitasambaza maji kwa kila eneo, yani katika kila sehemu ambapo kuku wapo. Kitu kingine hii keji inakuwa ina mfumo wa chakula, manake ina gata za chakula ambao kuku watakula kile chakula pasipo kuingiliana na wao wenyewe, kwamba kile chakula kitakuwa kiko nje na keji, lakini kuna matundu yatakuwepo kwa ajili ya kupitisha wao kuku mdomo tu ama kichwa kwa ajili ya kuweza kukula kile chakula mm. Na kitu kingine pia hizi keji zina mfumo wa kinyesi kwa hiyo sehemu kutakuwa kuna sehemu ya kudakwa kwa kinyesi, kwa sababu keji zetu kama mnavyoziona, kwanza zinakuwa na ngazi tatu. Kwa sababu zina ngazi tatu, kwa hiyo kwa kila ngazi, chini yake kunakuwa kuna sehemu ya kukinga kinyesi cha wale wa juu, ili wasiweze kuzuru hawa walioko katikati au walioko chini kabisa. Hiyo ina mifumo yote minne, maanake mfumo wa kinyesi, mfumo wa maji, mfumo wa chakula, pamoja na mfumo wa mayai. Sasa ukija kuangalia kwenye keji za kisasa, hivi vitu pia vipo na viko automatically, kama keji zetu tunazozitengeneza automatically. Uzuri wa keji hii, uzuri wake kwamba ina sehemu ya kudakia kinyesi, ukitofautisha na special keji au zile za kisasa keji ambazo zenyewe ya kinyesi chake kinashuka moja kwa moja chini na unapata tena ishu ya kuanza kufagia upya. Ya, sasa kwa nini usitumie gharama ndogo kutengeneza kitu ambacho ni kizuri? Ya, ni kitu cha mtumba ambacho kinafaa na usijutie katika utengenezaji wako ukafuga kwa amani na mambo yakaenda vizuri. Na asili moja msoe jua, sisi mafundi ndo tunajua. Kwamba ukitengeneza keji, aidha ni ya chuma au ya mbao ikawa local, ni rahisi kufanyia marekebisho. Yaani ile peya yake inakuwa ni rahisi kuliko utakapokuwa umeshatumia keji ya kisasa. Keji ya kisasa ile inafungwa, haicho maana yake kama haichomwe, tafsiri yake pindi itakapokuwa imechoka, hata zile lipea zake zinakuwa ni ishu. Ile haichomeki, ile tuseme chuma yake inakuwa kama iko stili, au tuseme ni chuma ambayo yani imetengenezwa katika material fulani. Kwa hiyo katika swala zima la kuchoma ile, yale material ya keji ya, ya mchina au ile keji ya kisasa kidogo huwa inaleta ugumu, tofauti na hizi ambazo sisi tunazichoma au hizi ambazo tunazitengenezea mbao, manake tunakuwa tumezitengeneza katika kiwango tunachokijua sisi. Kwa hiyo hata ukisema bwana, anahitaji kufanyiwa marekebisho ya keji yangu uwezekano upo wa asilimia sabini. Na kitu kingine ambacho pia unapaswa ukijua, hii keji imekaa katika mfumo wa square, umeona kwamba imechukua kaeneo kadogo sana, ambacho ni karefu kembamba na imepanda kwenda juu, na inafuga kuku wengi sana. Ukitofautisha na keji za kisasa ambazo zenyewe unakuta imekaa tuseme, pembe tatu, inachukua eneo kubwa sana, alafu inafuga kuku wachache, maanake mle wamewekwa kuku kama wanne wanne. Sasa inakuwa ishu sana, mfugaji ambaye ana na eneo dogo anahitaji kufuga kuku wengi, inamwia vigumu kufikia lengo lake. Ndugu wapenzi watazamaji, kampuni yetu ni Ufugaji Bora. Tunawakaribisha msubscribe vipindi vyetu ili tuendelee kujuza.